Toka tulivyoanza na sasa tumefikia hatua hii hapa e, tupo katika hatua muhimu Aa, na sisi tunapatikana ndani ya mkoa wa Morogoro eh, ila kikazi tunafika mikoa yote Tanzania na nchi jirani pia. Hapa ni kwa mdau wetu maeneo ya Kigamboni Dar es Salaam. Hapa ni muongozo Kibaoni maeneo ya Kigamboni. Karibuni sana. Eh, mda wetu kaona kazi mtandaoni na mwisho wa siku akavutiwa nayo akatucheki na sisi tumempatia kitu bora kabisa. Kaona navyoweza kuona. Tumezingatia vigezo vyote, tumempatia mda wetu kazi bora kabisa aa, na kwa wee mda wetu ambao utakuwa unavutiwa na kazi yetu usisite kutafuta kwa namba zetu ambazo ni sifuri saba moja tatu 0601 popote ulipo tunakufikia. Eh, gharama zetu ni za kawaida, zinaendana na jengo lako, namna lilivyo ndivyo tutakavyo kuchaji. Kazi ni hiyo hapo, huku ni mbele huko, eh, kazi hiyo hapo. huku mwanga sio mzuri sana kwa ajili ya jua, lakini nadhani unaweza kuona ni kitu gani, yeah.